tayari kuanza kwa mechi ya Simba e, tarehe ishirini na tano, e, na ni mechi kubwa e, finali inachezewa nyumbani, lazima uwanja huu e, uwe tayari kwa matumizi hayo tarehe ishirini na tano.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 lakini pia uh, Zanzibar ambako wamefanya kazi nzuri. Lakini pia niwashukuru uh, BCG kwa kazi kubwa wanayofanya sasa ya kufunga viti uh, ambavyo naamini kabisa mpaka uh, tutakapoanza mashindano ya CHAN vitakuwa vyote vimekamilika. Lakini kwa tarehe 25 Mei uwanja uko tayari. Na tunaamini kabisa uh, kafu sasa wakija yale walio yote waliokuwa uh, wameyaorodhesha yote yalikuwa yalikuwa yalikuwa 14 yote tumeyakamilisha. Kwa hiyo tuna hakika labda itokee jingine.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 Eh, mahali pa salama. Kwa hiyo salama yetu sikioni kupata mpira, lakini nadhani mekushaona na kazi inayofanyika.